Kwa utulivu wenu Amen. Na kama mtu akisema chochote dhidi ya kanisa la Waadventista wa Sabato ambacho ni negative, tumuombee. Kama kuna kanisa peculiar, la pekee katika mambo yake duniani, ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Ninakushukuru wa sana mchungaji, uliposimama, wanasema kama unataka kuona vijana vijana jo Guta. Kwa hiyo nimesimama kusema I salute santeni vijana, santeni vijana. Lakini jingine nishukuru shule ya Guta Sekondari kwa kutunza mazingira. Yani nilipoingia hapa nikasema, Mungu tukuzwe kwa mambo makuu. Mkuu wa shule hii na uongozi wa shule hii, Mungu awabariki sana amen. Na ninatoa pendekezo kwa viongozi mlioko hapa, katika taasisi zetu za kanisa na makanisa yetu, tuchague mahali tupande, tupande, tutengeneze mahali pa kufanyia mikutano aina hii, amen. Yaani watu wanaenda kukaa imagine kama kungekuwa na mahema ya maturubani mm, eh. Hakuna mtu joto kali unapigwa ah, lakini hapa unafurahia tu uwepo wa Bwana, amina mm. Nimezunguka mpaka kule nyuma kwenye viwanja vya michezo ni miti mitupu, mm. miti mitupu, mm. Jamani, uongozi wa shule hii